Na, tunaendelea na karibu tena kwenye matangazo yetu na tunaangazia hali ya kisiasa nchini Kenya baada ya kuona e, mtifuano umeibuka tena e, kati ya e, rais wa nchi hiyo William Ruto na, na naibu rais aliyeondolewa madarakani kwa kura ya bunge hivi karibuni Rigathi Gachagua e, ambaye sasa hivi amegeuka kuwa mpinzani, lakini nakumbuka kwamba ambaye amekuwa mpinzani wa muda wote Raila Odinga anaonekana hivi sasa yuko upande wa rais Ruto huku eh, aliyekuwa naibu rais akionekana sasa yeye ndio yuko upande wa upinzani, na kumekuwa na kutupiana maneno hivi karibuni. Hebu tuungane sasa na eh, Edwin Kegoli, mchambuzi wa masuala ya siasa, akiwa kule Nairobi nchini Kenya, tuangazie hali ya kisiasa katika taifa hilo. Edwin, karibu sana na habari za Nairobi? Uh, Nairobi hatujambo, tunaendelea tunaendelea sawasawa, hali ya anga iko shwari Hebu mm. tuambie hali ya kisiasa ikoje hivi sasa, na, na eh, kwa sababu kwa muda mrefu Raila Odinga amekuwa mpinzani, sasa hivi yeah, inaonekana Naibu Rais ame amekuwa rasmi eh, mpinzani mkuu wa serikali ya Rais Ruto, sio naam? Ilikuwa imetarajiwa kwa maana kung'atuliwa kwake kungekuwa na madhara ya kisiasa haswa katika eneo la Mlima Kenya. mm -hmm. Sasa nini kinaendelea kati ya wawili hao hivi sasa? Samahani, nini kinaendelea kati ya viongozi hao wawili hivi sasa, uh, Rais William Ruto na Rigathi Gachagua? Sasa bado, sasa ubabe wa kisiasa unadhihirika kwa maana, uh, Rigathi ana mshutumu rais kwa kutoa ahadi ambazo hawezi timiza na vilevile kuweza kuhujumu juhudi za kukuza uchumi wa taifa na vile vile kuendeleza karata ya mgawanyiko katika masuala ya uongozi. Na vile vile, uh, Rigathi Gachagua anasema kwamba rais na timu yake hawana umoja wa kudanganya, kwa maana rais anasema hii, wengine wanasema ile. Kwa kupitia kwa mtandao wake wa X alikuwa anasema kwamba hata kama ni kudanganya basi wawe na umoja wa udanganyifu, sio huyu anadanganya swala hili, huyu anadanganya hili tofauti ambalo linahusiana na swala moja. Hii ilikuja wakati ambapo rais William Ruto alisema kwamba kabla Rigathi yang'atuke ama kubali kutoka kwa kiti alikuwa anahitaji bilioni kumi pesa za Kenya, lakini mmoja uh, wa wandani wa Ruto alikuwa amesema kwamba Rigathi alikuwa ameitisha bilioni sita. Hapo ndipo Rigathi akasema kwamba basi muwe na umoja wa udanganyifu mm. <laughs> Na, na, na, na, na madai haya yana ukweli kiasi ya gani ama yanaonekana Eh, yana viashiria vyovyote vyaku-vya kuonekana kuwa kweli? ah, ni tetesi tu rais alisema, na vile vile tukasikia taarifa zingine, hatuna uhakika kama ni kweli, lakini hakuna pesa ambazo tunaamini, hakuna pesa ambazo alipewa bwana Rigathi Gachagua, kwa maana aling'atuliwa, um, kwa ofisi, hakutoka kutoka kwa, kwa hisani yake. Naam, eh, unazungumziaje sasa uungwaji mkono ama nguvu ya kisiasa ya Rigath Gachagua uh, ambaye sasa hivi anaonekana kama anaelekea kuwa kinara wa upinzani. Nam, anajaribu kuendeleza kushikilia mkondo huo wa kuwa, uh, mshirikishi mkuu wa upinzani, kwa maana anakuja na eneo kubwa la Mlima Kenya ambao anapiga kura zaidi, na sasa ameshikana na kana kina Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa na viongozi wengine ambao wamejiunga na mrengo wa upinzani, na inaonekana kwamba huenda wakamtoa Rais William Ruto kijasho, haswa wakiweza kukubaliana na kupeleka kura zao katika uh, e, mkondo mmoja, lakini wakigawanyika, basi watampa Rais William Ruto um, wakati rahisi wa kuweza kutoa kiti cha urais kwa mara ya pili. Mm. Nguvu yao ukilinganisha na nguvu ambayo imekuwa ikionyeshwa miaka yote na Raila Odinga unaitazama vipi? Samahani? Nguvu ya upinzani huu mpya ama, ama eh, aina hii ya upinzani mpya ukilinganisha na nguvu ambayo imekuwepo ya upinzani ambao umekuwa ukiongozwa na Raila Odinga ambaye hivi sasa yuko upande wa Ruto unaionaje? Unajua, upinzani ukiwa na Raila Odinga pia unakuja na nguvu za kisiasa, unakuja na idadi ya watu ambao Raila akisema tu kesho ni maandamano, basi wao oh, washatokea maandamano, hata bila kuuliza tunaandamana juu ya nini? mm. Una wanasema Raila ndiye amesema. So Raila akirudi kwa upinzani, basi upinzani una nguvu zaidi na na hapo sasa kijasho chembamba chaweza kumtoka Rais William Ruto, lakini bila Raila katika upinzani, basi wana kibarua kigumu kwa maana uh, wale watu ambao kwa, kwa upinzani walikuwa wana Uh, kuwa kwa upinzani chini ya nguvu za Raila Odinga na Kalonzo Musyoka pia anatoka katika eneo ambalo kwa kiasi lina idadi ya kura tajika, uh, na amesalia kwa upinzani. So walikuwa wanataka Raila Odinga aweze kuwachana na William Ruto arudi katika mrengo wa upinzani ili waweze kumtoa rais William Ruto katika uchaguzi ujao. Lakini, hmm, rais William Ruto amepiga karata kwamba nikikaa na Raila Odinga basi maisha yake ya kisiasa huenda imethibitishwa. Um, kwamba anaweza kushinda kiti cha urais, lakini pia uh, kuna tetesi kwamba Raila huenda ak, akikaribia uchaguzi huo huenda akaamua mkondo wake binafsi, na hata huenda akagura uh, usuhuba ama ushirikiano wake na William Ruto na kumwacha matatani hivi kwamba itakuwa njia panda sana kwa Raila Odinga, kwa William Ruto, bila Raila Odinga kuwa upande wake kutua kiti cha urais. Mm. Mm -hmm. Makubaliano ya Ruto na Odinga kama ambavyo umetaja hivi sasa, mmeshuhudia mabadiliko gani hasa ambayo wawili hayo wamekubaliana na kuleta katika siasa za Kenya? Kegoli nasema makubaliano ya Ruto na Odinga yameleta hasa tofauti gani katika siasa za Kenya? Sauti yako sijapata vizuri. Naam. Ruto pamoja na Odinga uh, makubaliano yao ya hivi karibuni yameleta mabadiliko gani katika siasa? Uh, kama nimekupata vizuri um... William Ruto na Raila Odinga wamekuwa na ushirikiano wa jadi tangu mwaka wa elfu mbili na tano wakati ambapo walikuwa wanashabikia mrengo wa chungu, ambao ulipinga katiba mpya wakati hayati Rais Kibaki alileta mjadala huo na wakashinda. Wakati huo ndipo chama cha ODM kilipobuniwa, na wakati kilibuniwa, basi ilikuwa Raila awe rais na William Ruto awe naibu wa rais, lakini haikufanyika hivyo kwa sababu ya ghasia za baada ya uchaguzi, na kukaanza kuwa na mpasuko, kwa maana rais William Ruto alikasirika kutokupewa nafasi ya naibu wa rais, akapewa Musalia Mudavadi, na wakati swala la Mau lilikuja, na wakagawanyika, na wakaanza kuwa na utengano uh, hadi sasa ndiposa wamerudiana pamoja miaka mingi baadaye. So saa hizi kuendelea mbele, Rais William Ruto na Raila Odinga, Raila Odinga kwa wakati mmoja unamsikia anasema kwamba mm, yeye hayumo serikalini, yeye ame, ameipa serikali wataalamu wake ambao wataisaidia kuendeleza gurudumu la taifa, lakini, lakini um, napata kwamba kwa vitendo Raila inaonekana ako ndani ya serikali. Ukiona hali ya usalama ambayo amepewa, uh, ukiona hadhi ambayo amepewa katika uh, masuala ya taifa. Unaona kwamba huyu ni mtu ambaye ana baraka za serikali, lakini sasa yeye anakataa kuja moja kwa moja na kusema kwamba mimi na William Ruto tuko pamoja, tunafanya kazi pamoja. Lakini Wakenya wanajua kwamba Raila Odinga yuko ndani ya serikali sana na anaendelea kushirikiana na William Ruto katika masuala ya serikali, lakini anakataa publicly kusema kwamba inafanya kazi na serikali. Muungano huu hasa unamaanisha nini uh, kwa usalama wa taifa hilo? Naam. Muungano huu wa wawili hawa unamaanisha nini kwa kuhakikisha usalama hasa katika kipindi hichi cha kwanza uh, cha Ruto? Naam. Uh, Rais William Ruto alitaka hali ya utulivu katika taifa la Kenya kwa maana kumekuwa na mawimbi ya kiuchumi ambayo yamepiga serikali yake. Uh, Wakenya wamekuwa akilalama kwamba serikali hii tangu iingie mamlakani haijatekeleza suala lolote ambalo limeendeleza maisha ya wa Wakenya. Serikali ilitoa ahadi chungu nzima ambayo imefeli kuweza kutimiza ahadi kwa wananchi. Kila ambacho imefanya ni kuweza kukandamiza maisha ya wa Wakenya wengi, na hali ya uchumi haijaboreka ama haijaimarika, hivi kwamba kungekuwa na maandamano mengine, basi yataendelea kuhujumu juhudi za William Ruto kujaribu kutekeleza ahadi yake. Sasa kuwa na Raila Odinga inamaanisha kwamba amehakikishiwa utulivu wa kisiasa , maana hakuna mwanasiasa yeyote ambaye anaweza tikisa mawimbi ya kisiasa nchini humu kama Raila Odinga, na akiwa na Raila Odinga upande wake, jinsi Uhuru Kenyatta alivyomtuwa Raila Odinga na kumweka upande wake, basi uh, ana uhakika wa utulivu wa kisiasa na vilevile kutumia uh, wasi wa Raila kuweza kujiendeleza kisiasa na kuchukua political legitimacy katika taifa ili um, serikali yake iweze kuwa na muda mzuri hata kupitisha miswada ambayo ni tata uh, kwa urahisi ili aweze kutimiza ajenda yake kwa taifa. Sawa, mm, sawa. so, so. Eh, uligusia hapo awali, ukasema kwamba inawezekana uh, you know, Uh, Raila um, Odinga akaondoka mwishoni mwishoni, wakati wa uchaguzi unakaribia eh. Sasa hivi nini hasa kinamshikilia, nini hasa kinashikilia ushirika wao? Ushirika wa Raila na Ruto hivi sasa unashikiliwa na kitu gani hasa, ama ni makubaliano ambayo amesaini ya, ya kushirikiana kwenye serikali eh? Goodluck. <coughs> Chemi, chemi ya ushirikiano huu wa, Ra wa Raila Odinga na, na William Ruto samahani, ulianza pale ambapo aliyekuwa rais wa wa Nigeria Olusegun Obasanjo alipokuja nchini na kumwambia kwamba anataka Raila Odinga awanie mwanakiti wa AUC, na hapo ndipo uh, kukaanza kuwa na mwingiliano ya kwamba lazima uweze ku sapotiwa na serikali ya Kenya na William Ruto. Najua alikuwa anataka Raila Odinga aende AUC ndio aweze ku, uh, kufaidika na na uungwaji mkono wa Raila katika serikali yake na vilevile yeye kumuunga Raila Odinga mkono. Um, wakati ambapo Raila Odinga alianza kampeni zake, inaaminika kwamba rais William Ruto uh, kupitia kwa serikali ya Kenya, kwa sababu ilikuwa ajenda ya serikali aliweza kumpa usaidizi Raila Odinga wa kiasi cha haja, na Raila Odinga akaona nia ya William Ruto kumsaidia kuweza kutoa kiti hicho. Wakati ambapo alipoteza akarudi nchini, basi uh, tuliona kwa haraka zaidi wakaweza kubuni huo, um, kutia saini mkataba wa makubaliano wa kushirikiana akatia sahihi sasa. Raila Odinga, Raila William Ruto akasema kwamba atampa hadhi Raila Odinga katika taifa letu la Kenya, na tumeona tunashuhudia kwamba Rais William Ruto ametekeleza ahadi hiyo um, kulingana na hadhi ambayo Raila Odinga anapewa sasa hivi nchini. mm -hmm. Na kwake yeye Odinga imemwathiri kwa, kwa kiasi ki, kia gani? Kisiasa imemwathiri yeye, kushirikiana na Rais Ruto imemwathiri kwa kiasi gani? tunafahamu kwamba ni mwanasiasa ambaye amejijengea heshima kubwa kwenye upinzani kwa muda mrefu, Kegoli na, na, nasema, sauti. Eh, he, na, na, Kegoli, nasema eh, Raila Odinga kushirikiana na Rais Ruto kumemwathiri kwa kiasi gani kisiasa? Yeye mwenyewe amesonga kiumri hana hmm, zile nguvu alizokuwa nazo miaka kumi iliyopita ya kuweza kuweka kampeni thabiti ya, ku, ya kutikisa anga za kisiasa katika maeneo mengi jinsi alivyokuwa akifanya. Uh, amechoka kidogo uh, umri umemshika ume na sasa uh, wakati huu tunaona tunashuhudia siku zake za mwisho mwisho katika zile za nguvu za mwisho katika masuala ya siasa, kwa maana si Raila Odinga ambaye anaweza kimbia tena kama vijana wadogo hapa kupiga kampeni katika maeneo mengi kwa siku moja. Uh, sasa ushirikiano na wake na Raila na, na William Ruto pia unampatia ile hifadhi ya kisiasa uh, wakati mzuri katika maybe aya ya mwisho ya masuala ya kisiasa, ukitazama umri wake na, na Raila Odinga bado tu yeye ana ushawishi wa eneo analotoka ama wafuasi wake bado ni wale wale, lakini sasa wale ambao wanakuja hawa vijana Gen Z wanakataa kuungama na uh, siasa za viongozi kama Raila Odinga, William Ruto. Wanachagua mkondo wao wenyewe, so hivi kwamba maeneo yao ya kisiasa yanaathirika kutokana na msimamo mpya dhabiti na imara wa vijana ambao wanataka kujichagulia jinsi uongozi wao utakuwa, jinsi viongozi wanaotaka, na wanataka maswala kama ya kuheshimu katiba, mambo ya uh, kuheshimu haki za kimsingi za binadamu na kuweza kutimiza kile ambacho nafanya. So Raila Odinga uh, bado ana sauti ya kiasi cha haja. Ikiwa atasema rais William Ruto apewe awamu ya pili, basi ninaona uh, uwezekano wa William Ruto kuweza kurejea katika Ikulu ikiwa Raila Odinga atamuunga mkono. Asipomuunga mkono basi good luck, nafikiria Rais William Ruto atakuwa na kibarua kizito uh, kuweza kuwashawishi wa Kenya uh, zaidi ya eneo analotoka kumuunga mkono na kumpigia kura kurudi katika Ikulu ya Nairobi. Sasa mm, na, na eh, umezungumzia sana kuhusiana na maeneo. Siasa za Kenya zimekuwa ni siasa za kimaeneo siasa za kikabila uh, hili jambo linachukuliwa vipi na Wakenya na ku, imewahi kutokea kwamba kuna, kuna watu wanatamani kuona kwamba siasa za namna hiyo zinaisha na kunakuwa na siasa ambazo zinaweza kuliunganisha taifa? Naam, good luck. Swali zuri hilo, um, Kenya kwa kiasi kikubwa imekuwa ikipiga kura kulingana na misingi ya kikabila, utapata kabila hili limeungana na kabila lile, uh, na wamepata idadi mzuri ambayo inaweza wawezesha kutoa kiti cha rais um, ni kujutia, kwa maana siasa hizi za kikabila zimeleta madhara ambayo yana makovu mabaya. Uh, unakumbuka nimetaja mwaka elfu mbili na tano ambapo kulikuwa na mchakato um, wa katiba mpya, na wakati ambapo tulienda katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na saba basi ghasia za baada ya uchaguzi zikaibuka, ghasia za kikabila, wa Kenya wakapigana, wakauana, mali ikaharibika, uchumi ukadorora. Na vilevile vile, tangu pale tumeona mpigano mkubwa sana wa kikabila uchaguzi wa mwaka 2013, mwaka 2017 uchaguzi hata ambao umekamilika bado umekuwa na chemichemi chemi za kikabila. Ni swala ambalo linahujumu katiba, lakini sasa generation mpya ambayo imekuja ya Gen Z, Wanasema kwamba sisi hatujui kabila, sisi tunajua sera, tunajua ajenda ruwaza, tunajua uchumi na maendeleo, tunajua taifa ambalo limeshikamana. Hawajui huyu ni mkabila gani, anatoka Mkikuyu, Mjaluo, Mluya, Mkamba, hawataki kujua hiyo. Kile ambacho vijana hawa wajenzi wanasema ni kwamba sisi wote ni Wakenya, na kwa sababu wao wamezaliwa katika enzi ya kujua ama uh, In elite era mm, ni basi na elimu ambayo wamepata ni rahisi kwao kuweza kuwa na muungano wa kitaifa jinsi ikilinganishwa na wale wengine ambao wamekuwa katika misingi ya kikabila ama ukabila mzito ambao una hujumu kuweza kuwa na amani na umoja katika taifa mm -hmm. mm. Na Kegoli, sasa kwa sasa, nini ambacho kinafuata uh? kukiwa hali bila shaka iko shwari ya kisiasa chenye kinafata ni serikali iweze kuchukua uh, nafasi ya utulivu wa kisiasa ambao unashuhudiwa nchini Kenya, uh, kuweza kutimiza ajenda ambayo iliahidi wa Kenya, kwa maana kuna masuala mengi ambayo yafaa yatimie, masuala ya, ya kiuchumi, masuala ya kiusalama na vile vile, um, unapata kwamba serikali wakati mwingine inatoa ahadi ambayo ni vigumu kuweza kutekeleza. Rais William Ruto alisema kwamba idara ya polisi itakuwa huru haitakuwa na haita ushawishi ama kushawishiwa kwa wanasiasa, lakini hiyo jana tunamwona inspekta jenerali wa polisi akiweza kuenda katika uh, uh, kampeni ama rali za president akiwa eneo la mlima Kenya, na kuweza kujumuika na rais, kitu ambacho hakijawahi fanyika uh, hapa Kenya, na shirika la sheria nchini limemtaka kuweza kutoa uh, Msa, msamaha wa taifa ama aweze kung'atuka mamlakani na ajiunge na siasa, kwa maana polisi haifai wa waonyeshe uegemea we, kwa mwanasiasa yoyote yule. Lakini polisi wanasema kwamba ilikuwa uh, inspekta jenerali anatekeleza wajibu wake wa kutoa usalama kwa rais, lakini hivyo sio inavyofanyika. Haifai polisi aweze kufanya hivyo. Uh, mwisho ni kwamba Eh, serikali hii wakati mwingine hushindwa kuona nafasi ya kutimiza ahadi kwa Wakenya. Ukiwa na utulivu, basi wanapata sera ambazo haziambatani na kile ambacho waliahidi, na ni vyema waweze kujua kwamba baada mwaka mmoja wako tu na mwaka mmoja ambao ni mwaka ujao ambao hauna siasa kali yeah. Lakini baada ya pale ni siasa zaidi. Um, na hawatakuwa na nafasi tena ya kuweza kutimiza, na rais atakuwa na kibarua kigumu kuweza kuwaelezea Wakenya kile ambacho wanafanya kwa sababu ukiuliza Wakenya wanasema rais hafanyi kitu, hawatendei haki kiuchumi, anaongeza ushuru kila uchao bila kuimarisha hali ya maisha, miundo msingi ya shule bado hazijaimarika, vyuo vikuu kuna utata dhidi ya, ya kutoa ufadhili, vilevile hali ya afya bado rais hajai i, ibiti vizuri. Kuna tetesi za ufisadi ambazo zimekithiri sana katika serikali hii, na la, lazima rais aweze kukabiliana na maswala hayo moja kwa moja ili arejeshe imani yake na Wakenya. Naam, asante sana Kegoli. Na kulikuwa na taarifa kwamba Gachagua ataweka atafanya public appearance kule Nairobi, Kajiado na Machakos uh, kwa, kwa sababu Ruto alienda Mount Kenya, vipi ameshafanya Naam, kwanza Rigathi Gashagwa anasema kwamba anaenda kutoa chama chake na ina chama chake hiki kitakuwa na msingi wake katika eneo la Mlima Kenya mm -hmm. Na, na wadadisi wanasema kwamba huenda kikawa na nguvu katika eneo hilo, na tuliona jana baadhi ya wabunge wa ndani wa William Ruto, William Ruto kwa kutoka eneo la Mlima Kenya wakizomewa katika eneo la Ol Kalau mm -hmm. eneo la Mlima Kenya na ni wabunge wa Mlima Kenya so, hii inadhihirisha kwamba wananchi walikuwa wanamzomea rais kupitia na, kwa hawa wabunge so, Rigathi Gachagua A... ataendelea kufanya uh, ziara zake katika mm -hmm. maeneo mengi mbalimbali ili kuweza kujiandaa kuzindua chama chake, na amesema mwenyekiti wa chama chake atatoka eneo la Kajiado. Shukran sana. Asante sana Kegoli na kutakia majukumu mema nawe pia. Shukrani sana ni Edwin Kegoli. Tunakamilisha hivyo tukizungumza kuhusiana mengi ambayo yanajiri kule nchini Kenya.